Tumepanga mpango kazi unaonesha kwenye local government authority katika mwaka wa fedha 25 26 tutajenga kitu fulani, tutatekeleza kitu fulani, ni lazima tukatekeleze. Waziri wa nchi afisi ya Rais tawala za mikoa serikali za mitaa na idara maalum za SMZ, mheshimiwa Masoud Ali Mohammed amewataka maafisa mipango na manunuzi, kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia mpango kazi wa wizara unavyoelekeza. Akizungumza na maafisa hao kutoka taasisi zote za ofisi yake, ofisini kwake Vuga, katika kikao cha kuhakiki mipango kazi iliyowasilishwa na taasisi hizo, amesema tayari wizara imeshawasilisha mpango kazi wa mwaka 2025/2026 na kupitishwa katika kikao cha bajeti cha Baraza la Wawakilishi. Hivyo amewataka watendaji hao kuwa makini katika utendaji wao, kuimarisha ushirikiano na kujiepusha na mambo ambayo yataweza kuharibu mipango mizuri ya maendeleo ya wizara hiyo. Tungependa mipango yote ya hasa ya vitu vilivyojikomiti kutekeleza viwe vinasomeka kwenye kota ya kwanza, ya pili, kwa kuchelewa kwenye kota ya tatu. Utaratibu wa bajeti yetu huwa mara nyingi tunaripoti kwa miezi tisa ambazo ni robo tatu, kuhakikisha mipango yote tuliyoiweka Kuma kwa mwaka wa fedha 2025/2026 inatekelezwa kwa wakati na isiishie kwenye hadithi. Naye mkurugenzi idara ya mipango, sera na utafiti, ofisi ya rais TAMISEMI, Abdalla Issa Mgongo, amesema mpango kazi wa wizara utaonesha uhalisia wa muda wa utekelezaji na fedha zitakazotumika kwa mujibu wa bajeti. Tunapoandaa mpango kazi, tunajua kwamba jambo hili linaenda kutekelezwa kwa robo ipi ya mwaka au linaenda kutekelezwa kwa mwaka mzima. Kwa hiyo kila shughuli ambayo umeipanga, kila mradi ambao umeupanga unauwekea shabaha zake sasa. Lakini zile shughuli ambazo anaenda kuzifanya moja baada ya nyingine, bajeti yake hasa unaipata katika mpango kazi. Kuweza kuona kwa maana kwamba shughuli hii ili iweze kufanyika inahitaji kiasi hiki hapa na itafanyika katika kipindi gani? Wether ni mwaka mzima, wether itafanyika miezi mitatu, wether itafanyika ndani ya miezi sita, itafanyika miezi tisa. Kwa hiyo, hivi vyote tunavipata ndani ya mpango kazi, lakini na zile shabaha ambazo tume, tumeziweka zote unazipata ndani ya mpango kazi. Kwa hiyo, ndio muhimu wa mpango kazi, unakuonyesha sana namna gani unaenda kutekeleza yale ambayo mmeyapanga kuyatekeleza, ndio inaenda kukuonyesha katika mpango kazi.